Naam mtazamaji wa Trend TV, nadhani utakuwa unafahamu kwamba kuna kijana bwana anayekwenda kwa jina la Pateni. Huyu kijana bwana ni moja kati ya vijana ambao wameonyesha uwezo mkubwa sana, na ana history nyuma yake, yaani ni kijana ambaye alikuwa yuko na mwenzie akiwa anashirikiana katika muziki, lakini baadaye, baada ya kupata ngoma moja ambayo ilienda mjini, ni kwamba yeye akatengwa na management, na management ikawa inamfavor mwenzie. Sasa huyu yeye akasononeka ikabidi arudi tu geto aendelee kutengeneza ngoma nyingine, na akatoa mpaka kisa katika moja kati ya nyimbo ambazo ameimba, kisa ambacho kimefanya yeye na huyu mwenzie kugombana, na watu wengi sana kiukweli wali gravitate kwenda kwake, kutokana na kwamba e, story yake ilikuwa inagusa watu, lakini pia huyu kijana yuko na talent na ana uwezo mkubwa sana wa kuandika na yuko na melody ambazo ni very unique, na sauti yake ni nzuri. Kwa hiyo basi akatoa ngoma ambayo akatoa kama ngoma mbili hivi, lakini moja inaitwa inahusiana na mambo ya afande e, legeza kamba afande ni Niweze kukupanga na nini, ni moja kati ya ngoma ambazo ziliwavutia watu wengi sana, na moja kati ya watu ambao al, al, alivutiwa na ngoma hiyo si mwingine bali ni bibie Zuchu, eh, girlfriend wa Diamond Platnumz, malkia wa pale WCB Zuchu. Bwana, alivutiwa sana na hiyo ngoma na akaamua eh, eh, na eh, kuzungumza naye na kufanya naye remix. Kwa hiyo kijana akatrend sana, hususan ni interview ambazo amezifanya pale Wasafi zimeenda viral huko TikTok na hata Instagram, na ni moja kati ya vijana ambao sasa hivi wanafuatiliwa kwa karibu mno. Sasa basi, Zuchu amembless huyu kijana kolabo kolabo imeshafanyika fanyika, kolabu imetoka, watu wameipokea vizuri. Na hivi karibuni Zuchu amepata nafasi, amepata opportunity ya kuperform jijini Dar es Salaam katika, katika viwanja vya, vya Tanganyika Pekas Kawe ambapo Zuchu akabidi amcheki huyu kijana ili aweze kupanda naye on stage. Kijana ameshaanza kufanya show mbili tatu, lakini hii itakuwa ni show yake kama ya nne hivi, na ndiyo show kubwa zaidi. Kwa hiyo leo Zuchu amemcheki kijana kumpanga kwamba leo ataperform pale Tanganyika Packers Kawe, na conversation ni hii hapa. Nataka usikilize hapa Zuchu alivyokuwa anazungumza na huyu kijana kupitia WhatsApp. Alimtumia voice note WhatsApp na huyu kijana akaivujisha katika ukurasa wake wa Instagram. Hebu sikiliza hapa maneno ya Zuchu akiwa anampanga Pateni. Pateni ndugu wangu, mambo vipi? Sasa leo kuna show kama nilikwambia, ile ya Kawe pale Tanganyika pale Tanganyika Packers Sawa, muda wangu wa kupanda, mi nikiwa namaliza seshen yangu, nikiwa kwenye nyumba yangu ya mwisho na kupandisha. Unatakiwa uzingatie mazingatio ya kuua kwenye hii sho, nataka ukipanda pale uue yani, sijui nikwambie vipi? Tukitoka pale nataka habari iwe moja tu wewe, na hii ndo itakuwa safari yako inaanza sasa. Kaa na dj wako, sijui utafanya mazoezi vipi Fanya mazoezi vizuri, tengeneza konfidensi yako, mwombe Mwenyezi Mungu wako, na kama hauna mavazi njoo nyumbani mapema, nimeshamwambia mtu atakuletea nguo, kila kitu takikuta hapa. Kwa hiyo relax, lakini nataka ukifika pale uuwe. Tukitoka pale iwe ndo safari yako yani, kwamba nyumba imefaa vizuri, lakini pia ukawaoneshe watu kwamba mimi nina uwezo, sio sio sio kwamba nina nabebwa tu, lakini mimi nina uwezo. Sasa hii safari yako inaanza, ukiamua kucheza mwenyewe. Haya, lakini leo mi nakupandisha, jitahidi sana, urelax nini uue, ili iwe safari yako ya mwanzo. Tukutane baadaye nyumbani hapa, ongea na kaka Kimu, muwasiliane kuhusu DJ wako kufika mapema, ili akutane na Toni wapande pale mapema kukagua. Pateni, mdogo wangu. Yeah, so hivyo ndivyo mambo yalivyo. Na ni moja kati ya voice ambazo sasa hivi zimeenda viral kutokana na Zuchu ameonyesha love ya hali ya juu kwa kijana amembless collab, lakini pia amemwahidi kumpandisha on stage leo. Sasa hapa kuna page imekuja kuripota ameandika kwamba msanii Zuchu eh, kutokea WCB Wasafi amekuja kama malaika katika maisha ya msanii wa singeli anayejulikana eh, kwa jina la Dogo Patene. Na leo amemwahidi kumpandisha katika moja kati ya majukwaa makubwa yaliyoandaliwa eh, na Basata Tanzania pale Kawe na amemwambia kabisa kwamba atamsaidia kwa chochote kile, hata kwa hata akihitaji chochote amwambie, kikubwa tu ni kwamba wakakisimamishe pale jukwani leo. Ikumbukwe pia wimbo wao wa pamoja ambao unafahamika kwa jina la Afande. Eh, hivyo ni mara yao ya kwanza kabisa eh, Afande ya Pateni akiwa na Zuchu itapigwa na wataiperform leo pale eh, Kawe Tanganyika Pekasi mubashara Mambo hayo, so it is what it is. Ukiwa kama mdau, weka maoni yako katika comment section, tutakuwa tukisoma na kureply kila comment, na pia subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.